Umewahi kugundua kuna watu hawajawahi kuposti picha zao mtandaoni? Sio Instagram, sio Snapchat, hata picha ya profaili ya wana sio. Kwa sababu hawajiamini wa sio kwa sababu hawana wa cha kuonyesha, ni kwa sababu kuna kitu wanakifahamu ambacho wengi hawakijui. Hawa ni watu wanaofanya mambo kwa ukimya katika dunia inayopenda kuonekana wao chagua kuto kuonekana si kwa sababu wana aibu, bali ni saikolojia. Usiogope, katika video hii nitakufunulia nini kinaendelea kwenye fahamu za watu wasiopenda kuweka picha zao kwenye mitandao ya kijamii. Namba moja: wanathamini faragha kuliko umaarufu. Katika dunia ambayo kila mtu anajaribu kuonekana, kuchagua kuto kuonekana ni nguvu. Watu ambao hawaweki picha zao mtandaoni, mara nyingi kuna kitu wanakifahamu kwa undani, kwamba kuonekana si sawa na heshima. Wanatambua kwamba faraga ni aina ya uhuru. Kila picha unayoiweka inageuka kwa utambulisho wako wa kimtandao, inaweza kutumika kukuhukumu, kuigwa au kueleweka vibaya. Ila unapolinda faraga yako, unalinda amani yako. Hawana haja ya likes kwa sababu hawajazoea kuishi maisha ya kujionyesha. Maisha yao hayahitaji hadhira. Jinsi dunia inavyowafahamu kwa uchache, ndivyo jinsi wanavyozidi kuwa na udhibiti wa nini dunia itakisema kuwahusu. Hawathibitishi wao ni nani kwa picha, wanathibitisha kupitia uwepo halisi. Namba mbili: uelewa wa kina wa nafsi Watu wengi hutumia mitandao ya kijamii ili kupima thamani yao, lakini hawa tayari wanajijua. Kujitambua kuna kufanya usiwe na haja ya kutaka kusifiwa na wengine. Unaacha kutafuta kupendwa ikiwa tayari unajua thamani yako. Watu wasioweka picha zao mara nyingi wana dira ya ndani iliyothabiti. Hawahitaji dunia iwape taswira yao, tayari wameijenga ndani yao. Wamejifunza kwamba kila picha unayoiweka inatoa nafasi ya tafsiri, na tafsiri inaweza kupotosha ukweli. Hivyo, badala ya kuonyesha toleo lililochujwa mtandaoni, wanachagua kuishi kwa uhalisia katika maisha halisi, na huo ndio ujasiri wa kweli unavyoonekana: ukimya, uthabiti na kutokuyumbishwa. Namba tatu: utulivu wa kihisia. Kuonyesha maisha yako mtandao ni kutakupa furaha ya muda mfupi: likes, maoni, uangalizi. Lakini watu ambao hawategemei hilo wana utulivu wa kihisia hawategemei mitandao ili kuonekana. Wanatambua sifa ni za muda mfupi, ila amani ya ndani ni ya kudumu. Unapokuwa na utulivu wa kihisia, unaacha kufanya mambo ili kuwafurahisha wengine unaanza kuishi kwa ajili yako wewe binafsi na si kwa ajili ya watu wengine. Hawa ni watu wanaotambua kwamba thamani yao haitokani na umaarufu, bali inatokana na jinsi wanavyojiona ndani. Na hii ni adimu, kwa sababu katika jamii yenye utamaduni wa kulinganisha kila kitu, utulivu wa kihisia unaonekana kama vile ni uasi. Namba nne. Wanafikiri kwa kina na hawapendi kujionyesha ni watazamaji, wanagundua mambo ambayo watu wengi hawayaoni. Wanafikiri kabla ya kuchukua hatua na wanatafakari kabla ya kuposti chochote. Kwao kujionyesha wanaona kama vile ni upuuzi. Wanaona undani wa mambo, wanaona jinsi watu wanavyoigiza badala ya kuishi maisha halisi. Wanafikiri kwa kina kuliko kujionyesha, wanathamini maana kuliko picha. Wanapokaa kimya sio kwa sababu hawana cha kuonyesha, ni kwa sababu wanaelewa kwamba sio kila kitu kizuri kinapaswa kushirikishwa. Wakati mwingine ni bora kuishi kuliko kujionyesha. Namba tano: wanaelewa udanganyifu wa kidigitali. Watu wasioweka picha zao mtandaoni huwa wanatambua ukweli uliopo nyuma ya skrini. Wanajua kwamba mitandao ya kijamii ni jukwaa na watu wengi wanaigiza lakini maisha halisi sio makamilifu kama jinsi watu wanavyojionyesha mtandaoni kuwa wana maisha mazuri. Wanafahamu kwamba unachokiona mtandaoni ni matukio yaliyopangwa. Utadanganyika kwa kuona watu ni kama vile wana furaha, wamefanikiwa na wamekamilika. Watu hawa wamekataa kushiriki huo udanganyifu, wapo radhi kuishi maisha yao nje ya kamera kuliko kuishi maisha bandia mbele ya kamera. Na huo si woga ni ufahamu. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.